Sehemu ya maisha, wengine ndio kipaji chao kutukana. Anaetukana na kasirika na aliyetukana na kasirika wote na kasirika, ngoma draw hiyo inaitwa adabu ya kichezi. Kwa hiyo maisha yako hivyo, unajua anaetukana na kasirika na anaetukana na kasirika, kama vile boxing, aliyepigwa na aliyepiga, huwezi kujua nani ameumia. Kwa hiyo hata anaetukana na tengeneza tu jambo jema. Kwa hiyo hapa, mimi nimekuja, na watu wengi wamesema, mchungaji Hananja, umenyamaza kwenye jambo hili ambalo linapita mbunge wa Kawe Josephat Gwajima na serikali na kufungia kwa kanisa na viongozi wengine wa dini, wana wachungaji ambao wanaamka kusema hii na watu hawaheshimu katiba, watu wanataka kuvuruga amani ya nchi. Na mimi kama eh, nimeona nije hapa niseme hili, na watu wamesisitiza sana niseme. Na nimesema mambo mengi sana kwa ajili ya nchi yetu hii. Ni Tanzania mama, Mungu ametupa zawadi Gwajima atapita, Hananja atapita, rais atapita, lakini Tanzania itabaki, kwani lazima tuzungumze juu ya Tanzania yetu, sio wanadamu ambao watapita siku moja hapo duniani, na hatuwezi kunyamaza. Nilitamani kunyamaza sana, lakini kinachoendelea sioni kama kinaleta amani, sioni kama kinaleta furaha. Ngoja nizungumze kama maoni yangu, kama Mtanzania, nina haki ya kutoa maoni yangu uh -huh. Tuzungumze ya mchungaji Josephat Gwajima, yeye ana nafasi kubwa ya kutoa maoni yake. Siungi mkono kutekwa kwa watu, siungi mkono kuuawa kwa watu. Hata Biblia inakataza kuua kwenye Kutoka sura ya ishirini, nasema amri moja wapo kumi zile, nasema usiue. Eh, kutoa roho ya mtu sio sahihi. Hatuwezi kumaliza tatizo kwa tatizo. Kama mtu amekosea, hatuwezi kumaliza tatizo kwa kumuua, sio tatizo. Utafuta suluhu iliyo sahihi ya kurekebisha kile ambacho kinatufanya tufarakane. Siungi mkono kabisa mauaji, Siungi mkono kutekwa kwa watu hata kidogo, lakini nachosema mimi, baada ya tatizo hili, baada ya hii changamoto, ile approach, watu wanasemaje? Maana yake sasa, kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yule anayesema pia analeta taharuki, tutafikia watu kila mmoja akisema kwa namna yake. Kweli watu wana hasira, kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu ende kwa maarifa na hekima. He, he, zipo mamlaka. Kwa mfano Gwajima, simsemi yeye, lakini nasema kwa mfano yeye ana nafasi kubwa. Yeye ni mneki, ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme, kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana, he, yeye ana nafasi kubwa ya, na kwa kiongozi wa nchi ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu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 kwa nini Nathani alikuwa na nafasi. Kwa hiyo Gwajima wa kusema kule nje kuzomeana sio sahihi, kama kiongozi wa wa dini, kama kiongozi katika serikali, umeapa kwa katiba na umeshika Bible, tunatunza siri ya nchi, umeapa na sisi tumekubali, umekwenda kuapa. Kwa hiyo ni vizuri, kuna utaratibu wa kuzungumza. Kila mtu, kama alisema mbunge fulani ponjoro, sio sahihi Kiongozi yule yote ni kondoo, yule yote anahitajika kuja kwa Yesu, hapaswi kusemwa kwa matusi. Alizunguka bungeni haitakiwa, naye akamjibu bungeni. Ni madhabahu. Waislamu wakitumia madhabahu zao kusemana, sisi tutumia madhabahu zetu kusemana, nchi itakuwa salama kweli? Kila mmoja asimame kwenye madhabahu yake aseme anavyotaka yeye, nchi itakuwa salama? Ogopeni vita, wapendwa. Mimi nimeishi Kongo, nimeenda South Africa, nimeenda Rwanda na Burundi. Mimi najua prison, najua maisha yote. Wale watu wa bunduki miaka nyuma. Maisha yote tunayafahamu. Kwa hiyo ogopa, tuko huru hivyo unakula mikate. Biblia inasema katika Mithali sura ya 15, heri imegokavu pamoja na amani. Kule chakula kinono na mafarakani. Me nafu hivi hivyo wakati mwingine tupo hivi. Tunafanya kazi zetu, eh, uko madhabahuni unahubiri, chuma ikilia madhabahuni ukifungua mdomo haleluya, chuma imelia mdomoni. Mimi wote wameongoa na risasi. Hakuna hakuna ibada kwenye mafarakano. Na yanaanza hivi hivi pole pole. Cheche hii italeta moto. Mimi naisema hii, kuna watu wanaotukana, tukaneni. Mimi kutukana no, wanapenda huko. Eh, yani nimetukana no, tangu niko mimba huko. Watusi wao nimeshazoea. Kusanyeni cha batusi wenu tukaneni, lakini nasema ukweli hiki kinachoendelea sio sahihi. Hapa tusilete udini eti rais kwa sababu Uislamu si rais mwanamke. No no no no no. Tunahitaji kutunza nafasi ya mtu na hasa kwa ninyi ambao uko nafasi za juu. Namna gani mzungumze. Sisi oya oya huku chini tunaweza kusema chochote, lakini ambao tumewapeleka nafasi ya juu, mnaweza kuonana na kiongozi wa nchi. Hatupaswi kusimama kusomea kwenye madhabahu. Madhabahu sio kazi yake kuzomea. Mimi sikatai kusema kwa mtu, lakini unasema kwa lugha ipi? Unasema kwa namna gani? Badala ya kuleta amani, kuleta suruhu, mnaleta taharuki, na wanatumia akili ndogo ya sisi wa Tanzania kututeka. Amesema, kwani yeye ndio wa kwanza kusema? Mbona watu wengi wamesema, umesemea wapi?